E bana, kuna video ambayo imesambaa kwenye mitandao ya kijamii ikimwonyesha Harmonize Konde Boy mjeshi akiwa anaimba ngoma ya ya Diamond Platnumz. Unajua uh, Konde Boy ana appreciate sana Diamond Platnumz. Nakumbuka kwenye kipindi ambacho yupo WCB, aliulizwa role model wako ni nani, alimjibu alijibu kwamba ni Diamond Platnumz kwa sababu ana appreciate uh, kitu gani ambacho walikuwa anafanya mpaka sasa hivi. Obviously anamu appreciate, lakini hawezi kuonyesha uh, dhahiri, lakini kwa vitendo ambavyo anavifanya inaonyesha ni jinsi gani ambavyo ana appreciate so, unajua, kwenye hizi ngoma za da, za kampeni, kila msanii ametoa ya ngoma yake, na kumbuka, Dogo Patani ametoa uh, hadi msanii wa Rema, yaani msanii wa Doto Magari Rema, Dugu Rema ametoa. Sasa <coughs> leo uh, kwenye kampeni kampeni, unajua zinaendelea saa hizi. Leo bwana Harmonize alipewa nafasi ya kuperform kwenye kampeni ambazo anazifanya Dk. Samia Suluhu Hassan, na kwenye kile ile sehemu ambayo ameperform, aliimba ngoma zake, lakini wakati anamkaribisha rais, aliimba kipande cha ngoma ya Diamond linamleta rais. Watu wengi walishangaa, na namna gani ambavyo mashabiki wamereact, tazama ambavyo imekuwa

So hivyo ndo ambavyo imekuwa baada ya Harmonize uh, kuimba ngoma ya Diamond Platnumz. So unajua, nimeona eh, kama ulikuwa unaangalia vizuri hapo nimeona uh, Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa ni kama vile anamkonyeza mtu, anamnongoneza mtu kwamba hey, imekuwa aje tena Diamond uh, eh, Harmonize ana imba kipande cha ngoma ya Diamond Platnumz. So you know, inaonyesha jinsi gani ambao eh, how good they are kwamba wanaweza kukaa wanawasiliana, lakini pia wakawa wanapiga story, lakini pia Harmonize huenda akawa ana appreciate eh, kitu ambacho Diamond Platnumz anakifanya lakini pia ngoma kayo unajua eh? E, watu wengi wamesema kama katika ngoma ambazo wamezitoa wamezi za kampeni, basi ngoma ya kali zaidi eh, ni ngoma ya Diamond Platnumz ambayo inaitwa Namleta rahisi. Unadhani ni kweli nazengo ambayo wanayasema kwamba ngoma ya Diamonds kwenye kampeni hizi za CCM ndio kali zaidi kuzidi ngoma zote? Nini maoni yako? Natamani kuona ni jinsi gani ambavyo eh, unatoa maoni kwenye hili suala la la ngoma ambayo ameimba Harmonize kwenye kampeni ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Dodosha maoni yako hapo chini niambie, lakini nikumbushe mpenzi mtazamaji, kama bado hujasubscribe, ni wakati wako sasa kuhakikisha kwamba unafanya hivyo, kitufe ambacho kimeandikwa subscribe, ili uwe mwana familia bora kabisa wa Line Plus Media. Mimi ni Tony, sina zaidi, bye bye.